Wivu unakuja kimya kimya, lakini unazidi kukupiga moyo na kukuchosha. Unajikuta ukigonga milango ya wasiwasi, ukijiuliza kama umevunjika moyo au haupo tena muhimu. Unajisikia ukimkimbiza mpenzi wako au ukimwonea hasira rafiki au mtu mwingine anayepata neema zaidi. Lakini huzuni na wivu hayawezi kubeba peke yako. Zaburi hazikatai hisia hizi, zinakutana nazo uso kwa uso, kwa upendo na ukweli zaburi hizi ni za wakati wa wivu wasiwasi na kutafuta amani ya kweli moyoni zitumiwe zaburi hizi unapojikuta ukizidiwa na hisia hizi ukihitaji uponyaji na utulivu zaburi ya thelathini na saba usiungue kwa sababu ya watenda mabaya wala usiwahusudu wafanyao uovu maana kama majani watakatwa mara na kama miche mibichi watanyauka Mtumainie Bwana ukatende mema. Ukae katika nchi ukaifurahie uaminifu. Jifurahishe katika Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Ukabidhi njia zako kwa Bwana umtumainie naye atafanya. Naye atatoa haki yako kama nuru na hukumu yako kama mchana. Ukae kimya mbele za Bwana umgojee kwa saburi. Usiungue kwa sababu ya mtu afanikiwapo katika njia yake, kwa sababu ya mtu afanyaye hila. Uache hasira, uache ghadhabu, usiungue hasara yake kufanya mabaya. Maana waovu watakatiliwa mbali, bali wamgojao bwana hao watairithi nchi. Kwa muda mfupi, mtu mwovu hatakuwako tena. Naam, utatazama mahali pake wala hatakuwepo; bali wanyenyekevu watairithi nchi na kufurahia amani tele. Mtu mwovu hutunga mabaya juu ya mwenye haki na kumsagia meno yake. Bwana atamcheka, maana ameona ya kuwa siku yake inakuja. Waovu wamechomoa upanga na kukaza uta wao, ili wawaangushe maskini na mhitaji ili wawachinje wenye mwenendo wa adili. Upanga wao utaingia moyoni mwao wenyewe, na pinde zao zitavunjika vipande vipande. Afadhali kidogo alichonacho mwenye haki, kuliko wingi wa mali ya waovu wengi. Maana mikono yao waovu itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Bwana anajua siku za wakamilifu, na urithi wao utakuwa wa milele. Hawataona aibu wakati wa mabaya, na siku za njaa watashiba. Bali waovu watapotea na adui za Bwana watakuwa kama uzuri wa malisho, watafutika, kama moshi watafutika. Mtu mwovu hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili na kutoa. Kwa maana waliobarikiwa naye watairithi nchi, na waliolaaniwa naye watakatiliwa mbali. Bwana huzimarisha hatua za mtu na kuzipenda njia zake. Ajapojikwaa hataanguki chini kabisa, maana Bwana humtegemeza kwa mkono wake. Nalikuwa kijana, sasa nimekuwa mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake akiomba chakula. Siku zote hufadhili na kukopesha, na uzao wake umbarikiwa. Ujiepushe na mabaya ukatende mema ukae milele. Kwa kuwa Bwana huipenda hukumu, wala hatawaacha watauwa wake, watatunzwa milele, bali uzao wa waovu utakatiliwa mbali. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Kinywa cha mwenye haki husema hekima, na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitateleza. Mtu mwovu humvizia mwenye haki na kutaka kumuua. Bwana hataacha ampe mkononi mwake, wala kumhukumu atakapohukumiwa. Mngoje Bwana, ukalinde njia yake, naye atakutukuza uirithi nchi; utakapoangamizwa waovu utaliona. Nalimwona mtu mwovu mwenye jeuri akistawi kama mwerezi wa Lebanoni. Nalimwona naye hakuwako Nikamtafuta wala hakupatikana. Uangalie mtu mkamilifu, tazama mtu mnyofu, maana mwisho wa mtu huyo ni amani, bali wakosaji wataangamizwa pamoja, mwisho wa waovu utakatiliwa mbali. Bali wokovu wa wenye haki unatopa kwa Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Bwana huwasaidia na kuwaokoa, huwakoa na waovu na kuwakomboa kwa kuwa wamemtumainia. Zaburi 136. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake atendaye maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele yeye aliyezifanya mbingu kwa hekima, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeifanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua ili litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota ili vitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele yeye aliyewapiga Wamisri wazaliwa wa kwanza, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akamtoa Israeli kati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeligawanya bahari ya Shamu vipande viwili, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akamvusha Israeli katikati yake, kwa maana fadhili zake ni za milele akamwangusha Farao na jeshi lake katika bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewaongoza watu wake nyikani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga wafalme wakuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akaweka wazuri mashuhuri, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sihoni mfalme wa Waamori, kwa maana fadhili zake ni za milele na Ogu mfalme wa Bashani kwa maana fadhili zake ni za milele. Akaipa nchi yao iwe urithi kwa maana fadhili zake ni za milele, urithi kwa Israeli mtumishi wake kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyetukumbuka hali yetu ya chini kwa maana fadhili zake ni za milele, akatuokoa na adui zetu kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye awapaye chakula kila kiumbe hai kwa maana fadhili zake ni za milele mshukuruni Mungu wa mbinguni kwa maana fadhili zake ni za milele Zaburi sabini na tatu. Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli kwa wale waliosafi mioyo yao bali mimi miguu yangu ilikuwa karibu kuteleza nilikuwa karibu kuanguka kwa maana niliwaonea wivu wenye kujivuna nilipoona kufanikiwa kwa waovu, maana hawapati taabu kama watu wengine, wala hawapati mapigo kama wanadamu wenzao. Hawana taabu kama watu wengine, wala hawapati mapigo kama wanadamu wenzao. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu wao shingoni, jeuri huwavika kama nguo. Macho yao hutokeza kwa uovu, mawazo ya mioyo yao hufuliza kujikuza. Hudhihaki haki husimulia mabaya husimulia udhalimu, kana kwamba wako juu. Wameweka kinywa chao mbinguni, na ulimi wao hutangatanga duniani. Kwa hiyo watu wake hugeuka huko na kunywa maji tele, nao husema, Mungu ajuaje? Je, juu ya mawingu atajua fahamu? Ndivyo walivyo waovu, wanaendelea kuwa na amani wakiwa na mali nyingi. Hakika nimejitahidi kuwa safi bure na kuosha mikono yangu katika usafi. Maana mchana kutwa nimepigwa na kuadhibiwa kila asubuhi. Ikiwa ningesema nitasimulia kama hayo, ningekuwa naangusha kizazi cha watoto wako. Nilijaribu kufahamu hili, lakini lilikuwa gumu machoni pangu, mpaka nilipoingia katika patakatifu pa Mungu; ndipo nikatambua mwisho wao. Hakika kwa muda mfupi watakatiliwa mbali, wataanguka ghafla kama ndimi zilizopasuka watashushwa kutoka juu, watakatiliwa mbali kama moshi. Lakini mimi kuwa karibu na Mungu ni mema kwangu, nimeweka tumaini langu kwa Bwana Mwenyezi, nitatangaza matendo yako yote na tumi... Zaburi hizi zinatufundisha kutegemea haki na mpango wa Mungu, zinatufundisha kuwa kulinganisha maisha yetu na ya wengine kunaumiza roho tu. Mungu anakufahamu wewe. Mipango yako na thamani yako halisi zaidi ya wivu na wasiwasi vinavyoweza kuona. Katika wivu na huzuni, Zaburi hizi zinatufungulia mlango wa uponyaji, amani na matumaini mapya.